zangu wa Singida, nimefurahia kujumuika na nyinyi mchana huu leo kuja kuzindua rasmi uwanja huu. Katika kipindi cha miaka minne hii ambacho Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mambo mengi mno yamefanyika kwenye upande wa michezo, ikiwamo ujenzi wa miundombinu bora kabisa ya michezo lakini na ukarabati mkubwa wa viwanja mbalimbali. Hivi tunavyoongea uwanja wa Benjamin Mkapa unakaribia ukarabati wake kukamilika, lakini uwanja wa Uhuru umeanza, uwanja wa Amani kule Zanzibar, lakini kuna viwanja kadhaa vya mazoezi ambavyo vitakuja kutumika kwa ajili ya CHAN na AFCON ambavyo navyo kazi inaendelea ya ukarabati, lakini tunao mpango pia wa kukarabati viwanja vingine vitano, tunafanya tuko katika hatua mbalimbali za kuhakikisha hilo linatokea lakini katika kipindi hiki cha miaka minne tumekuwa tukifanya juhudi kubwa za kuhakikisha tunawaelewesha wadau wetu kuhusiana na u, u, uh, sababu halisi za kwa nini tunatakiwa kuwekeza kwenye miundombinu ya michezo. Nchi hii kwenye wakati huu hasa inapiga hatua kubwa kwenye uh, upande wa maendeleo ya michezo kiasi kwamba tunahitaji sana miundombinu ya michezo kote nchini, katika kuhakikisha hilo linafanyika kwa nguvu zote kama ambavyo limekuwa likifanyika sasa hivi. Kwa hiyo serikali haina uwezo wa kujenga viwanja vyote kwa wakati mmoja, na hivyo ndio maana tunawaomba sana wadau wetu watusaidie katika kuhakikisha wanawekeza katika miundombinu ya michezo kote nchini, mahali popote wanapoweza, na sisi tutakuwa tayari kutoa ushirikiano na utaalamu wa kuona namna ambavyo tunaweza tukalifanya hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza sana wana Singida. Kumpongeza sana mbunge wa Singida kwa kuhakikisha kwamba anaomba wadau mbalimbali kuhakikisha tunakuwa na uwanja huu, lakini hili linafuatia pia kuwa na timu nzuri ambayo ina compete kabisa uh, kuona kwamba inaweza kuwa bingwa siku moja katika miaka ya karibuni wa uh, ligi ya NBC Premier League hapa nchini. Mnafanya vizuri sana kwenye upande huo, na hili la kujenga uwanja peke yake linaonyesha jinsi ambavyo uh, uongozi wa timu hii uko serious. Swala, so, la kujenga majukwaa na lenyewe litafuata taratibu. Hatua ni moja baada ya nyingine, hatuwezi kufanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Na lifti, ndugu zangu wa Singida, inakukutia njiani, hata kama unataka kuomba msaada wa kujengewa majukwaa, wadau mbalimbali wengine wawekeze, lakini wakiona kama umekuwa serious na umeanza na pitch kama hivi, inakuwa rahisi kuwaelewesha kwa nini wa kuunge mkono kwenye kufanya hilo ambalo unakusudia kulifanya. Kwa hiyo niwapongeze sana wana Singida, nimefurahia mmekuwa na uwanja mzuri sana pengine, uh, miongoni mwa viwanja uh, vyenye pitch bora kabisa katika nchi yetu. Na kwa hili naamini kwamba sasa mko serious kweli kweli, sio tu kutengeneza miundombinu ya michezo, lakini kuhakikisha timu yenu inafanya vizuri. Mjumbe wa bodi hapa ametangulia kusema kwamba timu yenu iko katika tatu bora mwaka huu. Mimi sina la kusema kama uh, waziri mwenye dhamana ya michezo niko kwa ajili ya kushuhudia hilo, lakini niwatie moyo, tusiache tu klabu chache ndo zikawa zina nguvu na zina uwezo wa kupata matokeo kwenye nchi hii, bali na nyinyi Singida mnaweza kulifanya hili. Rafiki yangu mmoja Jumanne ana msemo wake, okay, kwani wao wameweza, wana nini na sisi tushindwe, tuna nini Sio? Kwa hiyo niwapongeze ni, ni wa sana wana Singida, lakini niwashukuru sana wadhamini wetu wote, wadau wetu wote mliohakikisha uwanja huu unakuwa katika sura hii.